Hujambo mfuatiliaji wetu, na ni muda mwingine ambapo unaungana nasi kwenye Kurunzi Live ambapo tunakuja moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili na leo hii tunajikita katika mashindano ya AFCON ambayo yatakuwa yanaanza siku ya Jumapili huko Moroko, na timu za Afrika Mashariki zipo pia kwenye mashindano hayo. Tanzania, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio wawakilishi. Je, kuna matumaini ya mojawapo ya timu hizi kulibeba Kombe la AFCON au hata kufika hatua za mwisho mwisho za mashindano hayo. Mimi ni Jacob Safari na studioni niko e, na mwenzangu hapa. Mimi naitwa Babu Abdala. Naona Jacob umepiga pamba moja sana <laughs> matata kali, acha tutazungumzia baadaye, lakini mfuatiliaji wetu usiende mbali nam siku ya Jumanne tayari, siku kama ya leo, timu za Afrika Mashariki zitakuwa zinajitosa uwanjani. Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo ikipambana na Benin, Tanzania ikicheza na Nigeria na Uganda ikivaana na Tunisia. Ikumbuka kwamba Tanzania na Uganda wote wako kwenye kundi moja pamoja na Nigeria na Tunisia. Kwanza kabisa, Babu, hilo kundi wewe unalizungumzia vipi? Jacob, kwa kweli ni, ni, ni kundi ambalo lina ushindani mkali hmm. Kwa sababu uh, timu kwa mfano kama Tunisia uh, licha kwamba ni muda mrefu kwa Tunisia kushinda uh, michuano ya AFCON uh, lakini bado inatoa ushindani mkubwa sana hasa kwa timu hizi uh, za naweza kuzita timu za nyumbani, timu za Afrika hmm. Mashariki hmm. Uh, kihistoria timu zetu za nyumbani hazijafanya vizuri E, lakini kila michuano inapoendelea kuchezwa tunaona kwamba kidogo kuna mabadiliko hasa ukiangalia kwa mfano, e, michuano ya awamu iliyopita iliyochezwa kule nchini Ivory Coast mm. Timu kama uh, The Leopards, ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo e, ilifanya vizuri vizuri, ilifanya vizuri na, ilifanya vizuri na e, japo kidogo kulikuwa kuna na, na siasa ndani mm. wachezaji yalivyokuwa e, wakiendelea yali, ya kule, waki kule nchini Kongo nafikiri kidogo yaliwatatiza wachezaji, lakini si haba e, walifanya vizuri sana. Lakini ama kwa upande wa Uganda e, nikirudia michuano ile ya iliyofanyika hivi karibuni ya CHAN ya, ya, ya wachezaji ambao wanacheza ndani ya ligi za ndani e, timu ya taifa ya Uganda Cranes ilifanya vizuri sana pia mm, mm, iliitoa kijasho e, timu kubwa kubwa barani Afrika. Kwa hivyo e, naamini kabisa kwamba safari hii pia e, nazipatia upato E, timu za nyumbani kufanya vizuri mm. Ukitazama babu, katika ligi tano kuu za Ulaya, si wachezaji wengi wa Afrika Mashariki utakaosikia ya majina yao katika ligi hizo. Kwa mfano katika ligi kuu ya England nafikiri ni wachache, naweza kwa, kwa haraka haraka tu, una Yoane Wissa wa Newcastle United pamoja na Aaron Wan-Bissaka wa, wa, wa West Ham, wote hawa wakiwa wanaichezea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tanzania na Uganda uh, hazina mwakilishi huko ukija kwenye Bundesliga ndio kabisa hakuna. Je, mm. Unafikiri babu, kukosekana kwa wachezaji wa kanda ya Afrika Mashariki katika ligi hizi kuu za Ulaya ambazo zinaonekana kuwa ndio ligi zenye ushindani mkali duniani kunaziponza timu zetu? E, ndiyo nafikiri. E, jibu, jibu ni ndio, kwa sababu ukiangalia majina makubwa ambayo yamewahi kucheza e, ligi za Ulaya kwa mfano kama Tanzania Kenya na hata Uganda, kumbukumbu kumbu ya karibu inanijia, kwa mfano mchezaji wa zamani wa, uh, wa Harambee Stars e, pamoja na mchezaji wa zamani wa Taifa Stars, jina kidogo limenitoka. Hao ndio walikuwa wanacheza kaligi za mbali, kwa mfano kama Mariga eeh, Dennis Oliech. mm. na ukiangalia zama wanyama, za, wanyama zama za za Dennis Oliech mwaka elfu mbili na aliisaidia timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars kushiriki michuano ya AFCON mwaka 2004, mwaka 2009 na tisa e, Wanyama hali kadhalika pia alikuwa nahodha wa timu ya taifa ya Harambee Stars katika michuano e, ya AFCON na vile vile pia kina kina, kina Mariga. Kwa hivyo unakuja kuona kwamba wachezaji wa Afrika ama wachezaji wa, wa, wa, wa, wa kanda ya Afrika Mashariki wanaoshiriki katika michuano ama ligi za Ulaya wakirudi nyumbani wanazisaidia sana zile timu zao kusonga. Na umetoa mifano hapo. Kwa mfano haya majina matatu ambayo nimeyataja sasa hivi eh, baada yao ku, ku, ku, kuondoka katika eh, timu zao zile za Ulaya, ukija kuangalia katika timu zao za taifa sasa hivi hazifanyi vizuri mm. na ni moja ya sababu kwa nini eh, timu za nyumbani zinastahili Wachezaji wenye haibu kama hiyo ili kuziwakilisha vizuri timu zao za taifa. Mm, bila shaka na babu tumetaja ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga hapo na kuna wachezaji uh, wa Kiafrika ambao watashiriki mashindano haya ya AFCON ambao wanacheza kandanda lao la kulipwa la vilabu katika ligi hii ya Ujerumani. Hebu tuwatazame hawa wachezaji ni kina nani.

Babu wachezaji hawa wa Kiafrika mm, wanang'ara sana katika katika ligi ya Bundesliga. Kijana mdogo huyo, uh, Diomande mwisho Dio hapo, umemwona lulu, lulu ya RB Leipzig ya RB Leipzig ni mchezaji ambaye uh, anasemekana kwamba anaweza kuwa nyota katika klabu ya, ya, ya RB Leipzig, pamoja na uh, timu yake ya taifa hiyo ya ya Ivory Coast ambayo pia imefuzu katika Kombe eh, la Dunia. Unafikiri ni, ni sababu gani ambazo zinafanya timu hizi zetu za za Afrika Mashariki haziwezi angalau kutoa wachezaji walau si wengi, wachache tu waweze kushiriki, kwa sababu huu uzoefu kama ulivyosema wanauleta pia katika timu timu za taifa. Nafikiri kuna kuna sababu nyingi Jacob, na lakini kikubwa zaidi nafikiri ni ukosefu wa uwekezaji eh, eh, timu nyingi ama eh, nafikiri uongozi wa, wa, wa, wa soka katika hizi timu ambazo tumezitaja hazijawekeza eh, pakubwa katika kukuza soka la, la vijana hmm. Kwa mfano ukiangalia eh, uwekezaji eh, wa wa timu hasa hizi timu za za Afrika Magharibi zimewekeza sana katika soka eh, kuanzia mataifa kwa mfano Moroko eh, mataifa Nigeria na kadhalika. Hawezi kutofautisha ama we, tofautisha na uwekezaji katika E, soka la kwa mfano nchini Kenya soka la, la, la nchini nchini Uganda e, sihaba sasa hivi nchini Tanzania e, kuna uwekezaji mkubwa katika soka, na ukiangalia pia vizuri e, timu za Tanzania sasa hivi e, zimeanza e, kukua kwa kasi sana na zinaanza pia kufanya vizuri sana katika mashindano ya kikanda tofauti na, kabisa na labda ndio, ndio, ndio sababu uh, katika mashindano uh, makala mbili za mashindano ya, ya, ya Afcon hii ya mwaka huu na iliyopita, Tanzania imeshiriki ime imeshiriki kwa sababu ya huo uwekezaji Jacob, lakini eh, kitu chingine ambacho pia nahisi eh, kinatatiza kina, kina, kina sana eh, ukuaji ukuaji wa soka ni kwamba eh, kando na kando na uwekezaji lakini pia kuna miundo mbinu eh, na pia mitazamo ya baadhi ya, ya ya wazazi. Naona kidogo sasa hivi watu wameanza kubadilisha mitazamo, kwa sababu eh, kama miaka mitano kumi, eh, kumi na tano nyuma iliyopita ilikuwa ni nadra sana kwa wazazi, kwa mfano kukubali hata mm. mtoto wake awe awe mchezaji kandanda mm. Eh, lakini sasa hivi naona kuna mitizamo inaanza kubadilika, wanaanza kuona kwamba ala, kumbe kandanda inaweza pia kuwa ni, ni, taaluma. Ni taaluma kama taaluma nyingine kwa mfano kama taaluma ya uhandisi na kadhalika. E, sasa hivi watu wameanza kubadilisha fikra zao kwamba kandanda pia inaweza kulipa mm. E, sanaa pia inaweza kulipa na vitu kama hivi. E, Jacob ukiongeza na msukumo wa serikali ndio vinaanza sasa kuja kubadilisha E, jinsi e, watu wanavyolichukulia kandanda Jacob, sasa hivi, amini usiamini, kwa mfano kama mm. Tanzania e, mechi za za ligi ya ndani tu, viwanja vinajaa sana kweli kweli, na e, babu umezungumzia jambo muhimu sana hapo, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwathirika wa, wa, wa, wa mambo kama hayo. Ule anasema kwamba wazazi hawachukulii kwamba michezo au kandanda mm. inaweza kuwa taaluma kwa sababu eh, nakumbuka nilipokuwa mdogo nilikuwa napenda sana eh, kucheza kandanda na nilikuwa nahisi kwamba linaweza kunifikisha mbali, lakini wazazi wangu wakaniambia, wewe sasa hivi shikilia vitabu. Vitabu, hey, <laughs> kandanda haitakufikisha popote. Lakini kabla ya kuendelea na mjadala huu, babu, tutazama wanachosema, wanachofuatilia wafuatiliaji uh, wetu kwenye mitandao ya kijamii maana tulikuwa tumeuliza je, wana matumaini gani na timu za Afrika Mashariki katika mashindano ya AFCON huko Moroko. Unamwona nani pale? e, Ismail Saki anasema, Afrika Mashariki kombe kuchukua bado ni bado sana, labda tu Mungu aamue. e, kwa mwaka huu liji ya Afrika Mashariki bado tunazidiwa sana kiwango na nchi za Afrika ya kati magharibi na hata pia upande wa kaskazini. Nazir Idi anasema, matumaini ninayo kwa timu Afrika Mashariki ni madogo sana, labda ninaiona Uganda ikitolewa kwenye hatua ya mtoano lakini kwa nchi yangu Tanzania, hata makundi hatutoboe kabisa. <laughs> Lamek Mkushi kwa upande anasema, kwa upande wa timu yangu ya Tanzania Taifa Stars sioni ikifika mbali, ni ukweli usiopingika, tuna wachezaji wa kawaida sana. Alafu Adamu Rashidi anasema, Tanzania bado sana, yaani kwa ufupi, Afrika Mashariki tuna safari ndefu mpaka kuja kulibeba hili kombe. Hata likichezwa hapa nyumbani bado litaenda Afrika Magharibi na kuona pia. Martin Samuel unasema, sioni uwezekano wa kombe kuja Afrika Mashariki msimu huu. E, japo timu ya Afrika Mashariki inaweza kufika nusu fainali, da ha, Ginono mm -hmm. Chacha anasema Tanzania italeta kombe nyumbani DW mtanambia na muhifadhi hii comment. <laughs> John, John Bina anasema binafsi sina matumaini makubwa na timu zetu, hasa Taifa Stars na iona ikimaliza kibonde kwenye kundi. Alafu mbunge Samba anasema mimi sijapenda hata kidogo Tanzania na Uganda kukaa kundi moja, ilitakiwa kila mmoja akae kundi lake, tukutane fainali. Wapangaji wa makundi wametuonea, kwa nini ndugu akae kundi moja? Haya. Sababu katika maoni hapa kuna wengi na naamini kuwa wanatokea Tanzania wanaonekana kutokuwa na matumaini na timu yao ya taifa. Wengi wanasema itaishia hatua ya makundi. Ni kwa nini? kwa sababu nafikiri ukitazama Afrika Mashariki kama ulivyosema, Tanzania nafikiri ni nchi <coughs> yenye ligi iliyo na ushindani mkubwa sana katika kanda hiyo, kwa sababu hata vilabu vyake ukivitazama vinakuwa vinashiriki mashindano ya ya, ya, ya, ya, ya, yale, mm. ya shirikisho uh, Kombe la Ligi ya Vilabu Bingwa Afrika ma, inashiriki. Lakini haya jinsi wanavyocheza vilabu vyao wa vinavyocheza, Simba na Yanga hasa ndo vilabu vikubwa huko vinavyocheza hatuwezi kuyaona haya katika timu ya taifa. Unafikiri tatizo linakuwa liko wapi? Nafikiri kwanza, eh, kuna kuna kuna ametoa hoja hoja ya msingi hapo kwamba haioni Tanzania ikifika mbali na sababu kubwa Jacob, ni historia ya Taifa Stars kwenye ma ma mashindano ya- hayo ya AFCON ukiangalia kwa takriban labda katika awamu mbili tatu zilizopita, Tanzania imekuwa ikiondolewa kwenye hatua ya makundi. Kwa hivyo tayari hiyo ina inampatia shabiki eh, kutokuwa na matumaini mm. kwamba tushajizoelea wenyewe tukifika hatua ya makundi sisi tunatolewa, lakini safari ni hatua. Hilo <laughs> moja. Pili Jacob, ukiangalia ndiyo kweli timu za Tanzania eh, Simba Uh, Yanga hmm, na Singida na timu zingine zile nyingine ndio zinafanya vizuri sana katika mashindano ya kikanda, lakini sasa uje kwenye idadi ya wachezaji wa Kitanzania wanaocheza katika kikosi cha kwanza hmm, utakuja kuona kwamba ndio e, timu inafanya vizuri kwa ujumla, lakini sio wachezaji wa ndani na ndio maana e, kumekuwa na shinikizo pia e, kwamba kuwekwa sheria kama wanavyofanya uh, kwa mfano kama nchini Uingereza na ligi nyingine kwamba kuwe na cup, ama kikomo kwamba kuna timu ya, ya Tanzania alau iwe na wachezaji kiasi fulani ambao, eh, wa, wa wa, wa, ambao ni Watanzania kwa sababu ukiwa na timu ambayo ina wachezaji wa ndani ni kwamba hata pia unaipatia nafasi e, timu ya taifa kufanya vizuri, na ndio baadhi ya sheria ambazo pia wanazifuata katika eh, ma, mataifa ya hapa Ulaya kuhakikisha kwamba eh, ligi ya Ujerumani, timu kama kama Bayern Munich ina wachezaji kama wanne watano ambao ni wazaliwa wa ndani hapa kwa ajili ya kuisaidia eh, timu ya taifa katika mashindano ya kikanda. Mm, babu, muda hatunao, lakini eh, nafikiri eh, unafikiri safari hii Morocco tangu mwaka wa sabini na sita haijalishinda kombe hili, unafikiri wana nafasi ya kulishinda na kwa sababu linachezwa katika udongo wa nyumbani? Bila shaka kuwa nyumbani Jacob ni, ni, ni faida kubwa kwa sababu uh, timu inakuwa na mchezaji wa kumi na mbili kwa maana ya shabiki eh, lakini pia hii hii Moroko, ambayo tunaizungumzia sasa hivi eh, katika michuano ya kombe la dunia Qatar, eh, mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ilikuwa timu ya kwanza barani Afrika hmm, kufika hatua eh, kupita robo fainali hmm. Eh, na safari hii ilikuwa kidogo kufika fainali hmm. Eh, lakini safari hii ina wachezaji wazuri kina Ashraf Hakimi eh, na wengine wengi na hata Moroko pia michuano ya CHAN wao ndio, ndio, ndio wa, wali, walifanya vizuri pia hmm. katika michuano hii iliyopita ya CHAN. Kwa hivyo, na wakiwa nyumbani pamoja na wachezaji wazoefu eh, na ikiwa na chachu pia kwamba ni muda mrefu sana kwa sisi kutochukua kombe, kwa nini safari hii tusichukue kombe? Lakini pia la kuongeza ni kwamba Kombe la Dunia la mwaka elfu mbili na thelathini pia litafanyika eh, nchini Moroko, moja ya, ya, ya, ya nchi ambazo zitakuwa zita, zita mwandalizi. Kwa hivyo nafikiri hizi sababu zote Jacob zinaipatia msukumu na morali eh, timu ya taifa ya Moroko kufanya makeke msimu huu na si ajabu, si kwamba labda huenda wasichukue mm, lakini watatesa sana safari hii wakiwa nyumbani kama walivyofanya Ivory Coast wakiwa kwao nyumbani mm, eh, katika awamu iliyopita basi safari hii na historia ya kombe la, kombe la Mataifa ya Afrika inaonyesha kwamba timu nyingi kwa asilimia kubwa inapocheza nyumbani huwa inachukua kombe. E, bila shaka haya hayo ni ya Morocco, msikilizaji, wana nafasi nzuri sana ya kulibeba. Kumbuka wao pia ndio wana mchezaji bora barani Afrika, Ashraf Hakimi. Morocco ndiyo timu ambayo inaorodheshwa juu, uh, katika bara la Afrika katika orodha ile ya FIFA ya timu bora duniani, na mashindano yako nyumbani kwao. Lakini sisi mjadala huu tutauendeleza sasa hivi katika mitandao yetu ya kijamii hasa ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili. Uh, tunayo mengi ya kuzungumza, lakini tukayazungumze huko. Hapa studioni, sisi hatuna la ziada. Umekuwa nami Jacob Safari na mwenzangu hapa nam, mimi naitwa Babu Abdallah. Basi tunakutakia siku njema, kwa heri.